Tuelekee kaunti namba 16 ambapo shirika la maji la Tana Athi limeweka limewekeza shilingi milioni 330 kuboresha upatikanaji wa maji katika mradi wa serikali wa viwanda vya ngozi wa Kinanie. Mradi huo unahusisha uchimbaji wa visima, ujenzi wa matangi ya kuhifadhi maji na uwekaji wa mabomba ya usambazaji maji kwa matumizi ya viwandani na nyumbani. yetu ilikuwa ni kama Tana Athi waterworks ni kuhakikisha kwamba kuna maji ya kutosha eh, kwa yale makampuni ambayo itakuja kufanya hiyo processing katika mahali hapa. Tumefanya eh, zaidi ya kilomita ishirini na tano na kuhakikisha kwamba kuna maji hapa. Nyuma yetu kuna matangi makubwa ambayo itasupply maji, na tayari tumefanya kilomita tano katika zile eh, allocated plots na zile companies ambayo tayari siko hapa, ili kuhakikisha kwamba kuna maji ya kutosha.